Tunapomshukuru Mungu wetu kwa kutupa kibali cha kumaliza mwaka 2025 salama, tunakushukuru pia kutupa nafasi ya kuona mwaka huu 2026. Tunakuomba Mungu wetu uwe ni mwaka wa baraka, amani, upendo na maendeleo ya kiroho na kimwili kwetu. Tunakuomba wabariki viongozi wetu hasa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awe na afya njema na wingi wa hekima katika kuongoza nchi yetu ya Tanzania. Tunakumwombea pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi umjalie nguvu na afya njema katika kufikia malengo mema ya nchi yetu. Na wasaidizi wao wape moyo wa bidii uaminifu katika kutimiza majukumu yao. E Bwana Yesu Kristo, uliamuru mitume wako waiombee nyumba yoyote wanayoingia ipate amani. Tunakusihi ulibariki jengo hili la utawala katika chuo hiki ili liwe kimbilio la wengi katika kupata majawabu yao ya maisha. Wabariki wafanyakazi na walimu watakaolitumia. Wabariki wafanyakazi wenyeji kwa wageni watakaolitumia na sisi wa Tanzania tutakaovuna matunda ya elimu yao. Waamuru malaika zako walilinde jengo hili. Hila zote za shetani ziondolewe, wajalie watakaolitumia wawe na roho ya hekima, akili, upendo na uvumilivu katika kufikia malengo tuliyokusudia. Tunaomba hayo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asante, naomba sasa nimkaribishe Shekh Ali Abdurrahman Sheh kutoka ofisi ya Mufti kwa ajili ya dua fupi. Karibu kiongozi wetu. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu aibariki Tanzania na atupe mapenzi, amani, utulivu na mshikamano. Lakini pia tumwombee rais wa nchi hii, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu wenye kheri na yeye, ampe hekima, busara na utulivu, atuongoze kwa kheri. Nimemwona pia rais mstaafu nisisahau kumwombea kwa Mwenyezi Mungu, ampe umri mrefu wenye kheri, na yeye na mbariki. Lakini pia sote tuliokuja katika shughuli hii, Mwenyezi Mungu kama alivyotuleta kwa salama, na tufanye shughuli yetu tumalize kwa salama na turudi kwa salama. Lakini kwa kumalizia, tunamwomba Mwenyezi Mungu mradi huu ambao umezinduliwa leo na mengine ambayo itaendelea kuzinduliwa na itakayojengwa Mungu aibariki na ijalie kila la heri, lakini bendera ya Tanzania iheshimiwe ulimwengu mzima. wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah. Asante sana mheshimiwa Rais wa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, kwa sasa, kwa ruhusa yako, kwa heshima na tadhima, naomba kumleta mbele hapa Ndugu Hamisi Abdullah Saidi, katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar kwa ajili ya utambulisho. Mapinduzi nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba Mheshimiwa Rais, itifaki yote izingatiwe. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa nachukua fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhana wa taala kwa kutujaalia kukutana hapa tukiwa wazima. Mheshimiwa Rais, tuko hapa kwa shughuli maalum ya uzinduzi wa jengo la taaluma na utawala katika taasisi ya sayansi ya baharini ya chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa Zanzibar. Pili, napenda kuchukua fursa hii kukupongeza Mheshimiwa kwa dhati kabisa kwa kuchaguliwa na kuaminiwa na Watanzania kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nimepewa jukumu la kuwatambulisha wageni walioungana nawe siku ya leo katika shughuli yetu hii. Kwa heshima na taadhima, kwa niaba ya katibu mkuu mwenzangu pacha napenda kuwatambulisha katika hadhira yetu watu wafuatao kama ifuatavyo kwanza Mheshimiwa Dr. jakaya mrisho kikwete mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na rais mstaafu wa jamhuri ya muungano wa tanzania Mheshimiwa mwanaasha hamis juma naibu spika wa baraza la wawakilishi zanzibar Mheshimiwa profes Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda Mbunge, waziri wetu wa elimu wa sayansi na teknolojia. Mheshimiwa kuna mawaziri mbalimbali mbali hapa kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Khadija Salum Ali, naibu waziri wa elimu na mafunzo ya mali Zanzibar. Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameri Mbunge naibu naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia. Mheshimiwa, pia yupo Mheshimiwa Mohamed Ali Abdalla, mkuu wa mkoa Mjini Magharibi. Mheshimiwa Mohamed Rajab, mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi mkoa. Mheshimiwa Rais, hapa pia kuna makatibu wakuu mbalimbali pamoja na naibu makatibu wakuu akiwemo katibu mkuu Profesa Caroline Nombo viongozi mbalimbali wa vyombo vya ulinzi na usalama wako mbele yetu hapa, Mheshimiwa Rais, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, waheshimiwa wabunge, wawakilishi na madiwani, Mheshimiwa Mwanaidi Senare Majar, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu, pamoja na wajumbe wa baraza la chuo na wajumbe wa kamati miliki. Hapa Mheshimiwa pia wako waheshimiwa wakuu wa wilaya, Profesa William Anangisie makamu mkuu wa chuo cha Dar es Salaam, pamoja na viongozi waandamizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwa pamoja, naomba tusimame tumsalimie Mheshimiwa Rais. Profesa Charles Hampa, katibu mtendaji wa tume ya vyuo vikuu, Dr. Mwita Mangora, mkuu wa taasisi ya sayansi ya bahari, pamoja na watumishi na wanafunzi wa Institute of Marine Science. Mheshimiwa, pia hapa kuna kamati ya kitaifa ya uratibu wa mradi wa HIT ukiongozwa na Dr. Hosea. Mheshimiwa pia wako viongozi mbali mbali wa dini, viongozi wa waandamizi wa vyama vya siasa na serikali hapa. Mheshimiwa Rais, wako wakuu wa taasisi mbali mbali na wadau muhimu wa sekta ya maendeleo. Vile vile wapo wadau wa maendeleo, hususan wale wanaohusika na mambo swala ya uchumi wa bluu. Wapo waandishi wa habari, kuna vikundi mbali mbali vya burudani, sanaa na utamaduni na wananchi wote wako hapa. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa naomba kuhitimisha utambulisho huu kwa kutambua mchango na ushiriki wa kila mmoja wetu aliyoshiriki katika shughuli hii. Ushiriki huu unaonyesha dhamira ya pamoja katika kujenga mazingira wezeshi ya elimu, kuendeleza tafiti ubunifu na kuchochea maendeleo ya taifa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mapinduzi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mapinduzi. Mapinduzi. Asante sana Mheshimiwa Rais, baada ya utambulisho kwa sasa, kwa sasa kwa heshima kabisa na tadhima naomba kwa ruhusa yako niwalete watoto wa shule ya msingi Uroa, wilaya mkoa wa Kusini, wilaya Kati Zuena Kasim pamoja na Nuhaila Mohamed ambao watakuja kusoma utenzi maalum. Karibuni sana watoto wazuri. Naomba tuwapigie makofi na vigelegele vya kutosha. Tembeni chap chap. Karibuni hapo tuendelee na utambulisho na utenzi